Mwenye kuingia katika miezi hii basi atakuwa kapata fursa kubwa ya kujikurubisha mbele ya Allah subhanahu wataala, kwa sababu ndani ya miezi hii mitukufu ambayo ni miezi minne ambayo imesisitizwa na imepotezwa katika Waislamu, tufanye bidii na jitihada ya kutenda mema na kuepuka ana na maasi na miongoni mwa miezi mitukufu mikubwa kabisa ni mwezi wa Dhul Hijja, mwezi ambao ni mwezi wa mwisho kabisa katika miezi ya Kiislamu, ambapo baada ya hapo utaingia mwezi mtukufu wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Lakini ndani ya mwezi huu wa Dhul Hijja kuna ibada kubwa na kuna masiku kumi ya mwezi wa Dhul Hijja, masiku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani tukufu

Fi hadhihi al-ayami al-ashr, qalu masahaba akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala l-jihadu fi sabilillah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hata kupigania dini ya Mwenyezi Mungu katika njia yako katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, tunakasema wala l-jihadu fi sabilillah, hata kutoka katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ila Mtume akasema, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi ametoka kwenda jihadi wa nafsi yake wa malihi, na katoa mali zake kwa ajili ya kupigana Mwenyezi Mungu, wala yarji min dhalika bishaiin, wala kurudi na chochote katika hayo aliyoyatoa. Yani kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema Ma, matendo ambayo muislamu atakayoyafanya ndani ya masiku haya kumi ni bora kuliko mtu ambaye kaenda kupigania dini ya Allah, isipokuwa tu mtu ambaye ameenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akatoka yeye mwenyewe kwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu na akatoa mali zake, na akafa, na yeye mwenyewe haka mali zake zikaenda, mtu huyo ndio atakuwa kamzidi mtu ambaye kafanya matendo katika siku hizo kumi. Kwa hiyo kwa ufupi, ndugu wa Uislamu, sisi hapa duniani tunapita kama tunapita, tunatakiwa tuchukue fursa, tusitumie fursa kwa kutenda mambo mema ndani ya siku hizi. Miongoni mwa matendo mema, kwanza ni kufunga katika masiku hizi kumi. kuanzia yule mwezi, mwezi Mosi mpaka mwezi tisa ya Muharafa. Kufunga kama mtu ambaye hawezi kufunga, kutoa sadaka, kuwasaidia kwa masikini, kusoma Qurani, kisha kusoma Qurani almuhimu, amali nswali yote ambayo inampendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muhimu na imepoteza silam kufanya pia na kujepusha na mambo maovu, kwa sababu ikiwa matendo mema ni zaidi na, na, na, na hababu zake ni kubwa ndani ya mwezi mtukufu na miezi mitukufu pia vilevile, kinyume chake kwamba matendo maovu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni maovu kweli kweli. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mimman yastamiuna alqawla yastamiuna ahsana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie nje kuzidisha na kuzidisha na kuzidisha kufanya matendo mema ndani ya masiku haya matukufu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia pamoja na Allah mtukufu pia kayapia, na kitu ambacho Mwenyezi Mungu akiyapia ndani ya Qur'ani, basi hicho kitu kina utukufu mkubwa sana. Sababu Mwenyezi Mungu hawezi kuapia vitu ambavyo vina utukufu. Kule kuapia ya masiku tu kuna utukufu sana. Maulama na wanazuoni wamelezea sana kuhusu masuala haya na fadhila kubwa zinazopatikana katika siku hizi. Allah tusaidie, insha Allah, tupate sababu zake, tupate fadhila zake. Allah atujalie kutusamehe madhambi yetu na madhambi ya, ya, ya wazazi wetu na ndugu zote wa Uislamu. Allahumma Allahumma ja'alna